Halo, ni Mdada Creative Decoration na hapa ni site ya mwongozo. Tumekamilisha skimini yetu na madirisha pia kuweza kuyapiga rangi na huo urembo jinsi tulivyofanya hapo, kama unavyoonekana, na hizo nguzo mbili tuliweza kufanya blandarini, tukaweza kufunga gypsum design ndani na nyumba yetu tukaikamilisha kwenye finishing kama hapa inavyoonekana. Nyumba ni nzuri sana, skimming imenyooka, kazi inaeleweka. Karibu Mdada Creative Decoration kwa ajili ya afya ya nyumba yako. Tuta, tunatoa huduma za pop molding, tunatoa huduma za skimming, tunatoa huduma za gypsum molding, urembo. Na hapo ni kwa upande wa mbele, ukiwa unaingia getini kabisa hivyo ni vibaraza viwili vilivyoko mbele. Kuna kibaraza cha juu na cha chini, na paa letu linavyoonekana kama hivyo, jinsi lilivyokaa likanyooka vizuri. Hiyo ni nyumba yetu, kwa upande wa juu ndivyo inavyoonekana. Ramani yake ni nzuri sana sana sana sana sana, yes. Uh, tumekamilisha jana na sasa hivi tunaingia kwenye saiti nyingine guys. Karibu Mdada Creative Decoration.